Imekoma, haitaniona. Kila mmoja wetu, kila mmoja atakuwa na nuru mahali pake pa kazi mahali pa, pa biashara. Utukufu wa Bwana utaniangazia, hata mataifa watakuja kwenye mwanga wangu, kwenye nuru yangu. Kwa mamlaka niliyopewa ninawavusha kutoka kwenye jangwa jangwa la majaribu na kuwaingiza kwenye nchi ya ahadi. Ninakuvusha, ninavusha afya yako, ninavusha ndoa yako, ninavusha uchumi wako ninafunsha kuanzia kila dakika, ninafunsha wewe ni kiumbe kipya chenye ushindi wa kotomo katika jina la Yesu. Ninasema kwa jina la Yesu, imeisha, imeisha, imeisha. Nienda tatawale mwaka wako, nienda tatawale biashara yako, nienda tafanikiwe kila unakoenda. Nina bareke kila kito, wina bareke bia maji yako, wina bareke kazi yako, wina bareke picha iyo, wina bareke uzao, uzao mzabibu iyo picha ya wagojo, wina ibareke, wina tangaza neema, wina tangaza na kibali. Wewe ni hodari, wewe ni shujaa. Imeisha! Imeisha imeisha imeisha wewe nimbarikiwa nenda kamiliki na kutawala imeisha hiyo godi imeisha imeisha hiyo kuna wimbo mwimbaji akaimba ningekuwa masai ningepandisha mori

Tuna mafuta machache ni shilingi elfu mbili, na Mungu akubariki. Na mafuta machache ni shilingi elfu mbili.